Mimi huwa natumia jukwaa hili kuwaambia, unapozungumzia hivi vyama vya ushirika, vimeundwa undwaji, viko vingapi mpaka hapa tulipofika, vimefanya nini? Kwa hiyo tutatambua mchango wa taasisi moja moja. Na sasa hivi, kwa heshima, naomba nichangue mchango wa TIRA kwa maana ya kwamba wakulima wa tumbaku wamepata tabu sana, wamelima kwa mashaka. Lakini pia wewe kama kwenye taasisi yako una jambo, unataka watanzania walijue kupitia ukurasa huu leo wa benki ya ushirika Coop Bank. Mjomba bendi TIRA wanasema tumbaku yako sasa iko salama, lima kwa sababu ina bima kama nilivyokuambia nilivyokuambia. Tuwasalimie TIRA kwa dakika moja tu, wakati huo namtafuta mdau mwingine naye tuweze kutambua, bila kumsahau stakabazi galani. Kwa heshima kubwa kabisa, naomba wote tusimame, naomba wote tusimame akishampokea Mheshimiwa rais, nyinyi wapiga picha mtasogea zaidi kule mashariki kutoa nafasi, kwa sababu kesho inaanzia hapo. Hakika ni heshima kubwa sana sana heshima kubwa kabisa. Mheshimiwa Rais anaposhuka kwenye gari, sisi tutakuwa na kazi moja kubwa kabisa, makofi mengi na vigeregere vitawale. Asante sana. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania anasalimiana sasa na viongozi mbalimbali. Kama nimesema, wapiga picha endeleeni kwenda upande huo mwingine, mwache nafasi hapa kwa ajili ya ma Elekezo sasa, Mheshimiwa Waziri, naomba nikukabidhi maiki ili tuweze kumkaribisha Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, karibu na pole kwa kazi nyingi, na tunashukuru kwa kutoa muda kwa ajili ya kuja kufanya zoezi la uzinduzi wa benki, kama unavyofahamu kabla ya shughuli yako ya Ikulu mwaka jana ya kukutana na vyama vya ushirika, miaka mitatu iliyopita ulitoa maelekezo ya revival na kuanzishwa kwa National Cooperative Bank. Uh, tulikuwa na benki mbili ndogo, moja ya Tandaimba Community Bank na Kilimanjaro Cooperative Bank kwa ajili ya mkoa wa Kilimanjaro. Mheshimiwa Rais, baada ya maelekezo yako tulipata hali ya mabenki baada ya kuwa zimeanguka nyingi BOT walitoa waiver kwa ajili ya hizi Community Bank na Kilimanjaro Cooperative Bank. Serikali ilianza mchakato wa kushirikiana na, na ushirika kwa ajili ya kuweza ku revive na kuweza kufikia maelekezo yako kama ulivyoeleza Mheshimiwa Rais, benki hizi zilipata mwekezaji wa kimkakati ambaye ni CRDB Bank, kwa sababu alikuwa amezikopesha huko nyuma uh, jumla ya kama 10 billion shilling ambayo alikuwa madeni yao. Kwa hiyo kihesabu zile 10 billion shilling maana yake ange reclaim zikaonekana kwenye balance sheet kuwa ni, ni madeni maana yake balance sheet ile isingeweza kuzifanya hizi benki ziweze kusurvive. BOT walitoa time CRDB wakakubali kwamba kuziwave zile na baadaye watakuja kuwekeza kama strategic partner, then wakatusaidia kupata management zikawa kwenye Tandaimba Community Bank na Kilimanjaro Cooperative Bank. Hii ni, community; hii ni cooperative. Kwa hiyo tulianza mchakato wa kisheria kwa ajili ya kuibadilisha community bank kuwa cooperative bank, na ile kuwa chini ya ushirika then hizi mbili zikaunganishwa. Kwa hiyo mwaka elfu mbili na ishirini na moja kama inavyoonekana chart hapo, hizi benki mbili zilianza kujiendesha kwa faida kwa mwaka wa kwanza. Mwaka ishirini ilikuwa zinapata hasara kwa negative ya zaidi ya milioni mia sita lakini baada ya hapo zikaanza kupata faida na kama unavyoziona baadaye uh, tukaamua kuanza mchakato wa National Cooperative Bank. Sasa kwa kuwa tayari tuna msingi wa kuanza, na kii zikaunganishwa takoa na kesi zikunganishwa Tandaimba ikawa inageuka kuwa tawi, Kilimanjaro inageuka kuwa tawi la benki kuu, na support uliotoa ya fedha ambazo leo utakabidhi dami, na tayari serikali imeshatoa kwa hiyo strategically, hapa tunakosimama vyama vikuu vya ushirika vimesha nunua asilimia hamsini na moja ya share. Mtaji inayoanza nayo benki hii ni bilioni hamsini na nane lakini wakati huo huo benki hii inaanza na matawi manne. Moja ni hili ambalo head office ilipo, utazindua leo, lakini tawi la pili liko Tandaimba, tawi la tatu liko Kilimanjaro, tawi la nne liko Tabora. Na hivi sasa na strategically kwa maelekezo yako Mheshimiwa Raisi, hawaingii gharama kubwa ya ujenzi wa matawi. Tunatumia majengo ya serikali ambayo tunayo katika mikoa ambayo hatu badala ya kuwa tu ni sehemu ya kukaa maafisa kwa standard za BOT, wanajigeuza, lile eneo linakuwa branch, wanaendelea ili kuwapunguzia capex ya kujenga infrastructure za warehouse, za, za branches. Lakini vile vile mheshimiwa rais benki hii inaanza na agents hamsini na nane vyama vikuu vyote vya ushirika vimeshakuwa trained okay. Na vyote vinapata vimepata leseni ya kuanza kuwa mawakala wa Tanzania Cooperative Bank. Kwa hiyo kila chama cha ushirika makao makuu yao wana tawi lao la agent ambaye anafanya kazi ya kufungua account, anafanya kazi ya deposit, anafanya kazi ya withdraw na watafanya kazi ya insurance. Na hivi ninavyoongea, mfano tumeanza msimu wa tumbaku leo, mnada wa kwanza umeanza leo Makampuni yote makubwa yanayonunua tumbaku yana, yamefungua akaunti kwenye benki hii. Kwa hiyo tunataka wale off-taker wote wa mazao wakubwa waweze kuwa na account na transaction kupitia benki hii. Haina maana tunawaondoa kwenye commercial bank, lakini wakulima kule vijijini, mfano kule kwetu Tabora, wetku awezi kusafiri kutoka Uliankulu kwenda Urambo mjini wapi ile, ile ofisi ya wetku inafanya function ya withdraw deposit na kila kitu. Kwa hiyo huo ndio mwelekeo sasa hivi, mm -hmm. yeah, asset value ni zaidi ya bilioni 32. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, naomba nimkaribishe kidogo mkurugenzi mtendaji ili aweze ku, kuongea strategically. CRDB si wametupatia management, kwa sababu naye ni shareholder sasa hivi ushirika tuna, wana, tuna own 51% serikali 10% halafu wawekezaji wa kimkakati wana own 39% zilizokuwa zimebadilika, na mpango ni kwamba kwa miaka mitatu ijayo tunataka kwenda kwenye stock exchange, kwa sababu uh, issued shares zina zaidi ya bilioni mia mbili na hamsini lakini paid up mpaka sasa ni bilioni hamsini hamsini na nane. Mheshimiwa Rais, karibu sana, tunafarijika kwa uwepo wako. Tumetekeleza kwa kweli, kwa sehemu kubwa maelekezo yako na matamanio yako Unakumbuka tukiwa Ikulu mwaka jana ungetamani hii kuwa ni legacy yako baada ya muda wako kukoma. Maono yetu ni ku, kuwa benki ya kidigitali itakayowafikia watanzania wengi zaidi. Tunajipanga kwa mifumo ya tayama kuhakikisha kwamba zaidi ya asilimia sabini na nane ya watanzania ambao hawana huduma za kibenki hasa vijijini, lakini pia kwenye mnororo wa thamani wa kilimo biashara, wanawake, vijana na watoto Uh, think of study ya saturation ya huduma za kifedha kwenye uchumi wetu ni asilimia ishirini na mbili sasa hivi. Maono ya benki hii na kama ulivyoelekeza, ni kuhakikisha kwa kwamba watanzania wote wanapata huduma za kibenki, na kwa sababu wengi wao hawako kwenye uchumi rasmi, tunatengeneza bidhaa na huduma zitakazowavutia vijana na wanawake, wakulima wasio na account kwenda kwenye uchumi rasmi wa kifedha, na hiyo ndio dira ya benki hii. Tumejipanga kwa mifumo kama alivyoeleza mheshimiwa waziri, na kuhakikisha kwamba benki uh, kufikia mwaka elfu mbili na thelathini tunawafikia wateja wasiopungua milioni kumi ambao ni mara mbili ya wateja wote walioko kwenye sekta ya fedha sasa hivi hapa nchini.